Sisi wazee asili wa wilaya ya Tanga tunatoa pongezi zetu za dhati kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na pia tunampongeza Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi, wabunge na madiwani wote kwa matokeo ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 tunawapongeza niaba ya wazee wa asili wa wilaya ya Tanga, tunakutakia maisha marefu mheshimiwa rais na viongozi wako yenye afya njema na uchaji mingi. Pia tunamu, tunampongeza mkuu wa mkoa wetu wa Tanga na kamati yake ya ulinzi na usalama kwa kusimamia vyema mchakato mzima wa uchaguzi na kusimamia amani katika mkoa wetu wa Tanga, Dkt. Batilda, tunampongeza sana na kamati yake ya ulinzi na usalama kwa kusimamia amani toka mwanzo wa mchakato mzima wa uchaguzi mpaka tumefikia wa... mwisho. Tumesaidia kuweka amani katika majumba yetu na tutaendelea kuweka amani kwa sababu sisi madhumuni yetu ni maendeleo ya Tanga, amani na uimara wa Tanga kwa hiyo tutadumisha amani kwa kuangalia sehemu zetu zote ziko kwa amani, na kama ilivyoonekana Tanga imekuwa na amani ukilinganisha na sehemu nyingine zote ambazo zimeleta matatizo. Ni kushauri tunaweza na kufundisha vijana wetu, tunaweza. Tunaomba wote jamani, mliomo humu na wengine mnaotusikia, wa watupe ushirikiano, watupe ushirikiano. Hatutaweza kumfikia kila mtu kwa kweli, hatutaweza kumfikia kila mtu lakini kile tunachokisema wenzetu na nyinyi mkipandishe, kwenda kwa watu kwamba mila za Tanga ni hizi, ngoma zetu za kistaarabu ni hizi, nyimbo zetu kistaarabu ni hizi, michezo yetu tunayocheza ni hii, kila kitu chote tunachofanya ni